Alhamdulillah. Kwema sana mepiga mpira biliani. Mpira mwingi umeona umeuona hmm. Kwanza mimi nina masikitiko makubwa sana. Kwa nini? Refa sijui kwa nini kamaliza mpira haraka hivi eh? Aliyemwambia tuna haraka ni nani hawa eh. Wazanzibari ambao wamekuja kutazama mechi wote hawana mpango wa kulala saa 3 eh. Yeye saa 3 anamaliza mechi nani kamtuma malize mechi saa 3? Kwa sababu rudani iliyokuwa inaendelea katika uwanja wa New Aman Complex hapa hmm. Kila shabiki aliyefika kutazama mchezo huu hakutamani mchezo uishi, na hata sisi, zingeongezwa dakika 30 tungeubonda mwanzo mwisho, na inshallah pengine tukipata magoli. Magoli zaidi. Lakini kipekee niwapongeze sana wapambanaji wetu, wameiheshimisha Singida Black Stars. mchezo wetu watatu, kwenye hatua hii ya makundi, tunapata ushindi wetu wa kwanza. Si matokeo madogo, ni matokeo makubwa, na naona pressure ya watu huko nje wananiambia ni post msimamo huo. <laughs> Msimamo mimi siupost, kwa sababu msimamo ambao unautaka sisi bado Ee, bado haujapendeza tunavyotaka sisi. Ukishapendeza Eh, mtauona tuna ukosa lakini, kwa sasa wale ambao wananipa pressure ya posti msimamo, posti msimamo, posti msimamo, muda wake bado. Inshallah, tusubiri tarehe moja hapa kesho kutwa mwezi Februari, mambo yakituendea vizuri, mtauona msimamo wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika kama ilivyofanyika mwanzo ea kwa... ya yeah. Inawezekana kabisa. Kwanza, mwaka huu ni mwaka ambao tunaandika historia katika maeneo mengi. Tumeshaandika historia ya kuchukua kombe letu la kwanza Afrika mashariki na kati, tumeandika historia ya kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Inawezekana kuandika historia ya kuingia hatua ya robo fainali kwa mara ya kwanza. Kila kitu kinawezekana msimu huu, na ndio maana hata kauli mbiu ambao tumekuja nao msimu huu ni inawezekana. Hatujaja tuna basi la timu, mngeona pale mbele yani kuna bango kubwa pale limeandikwa inawezekana, kwa sababu tuliamini kwa mipango ambayo tuko nayo, uthabiti wa kikosi chetu, walimu ambao tuko nao, ambao tunawaajiri ni wale ambao wanaweza kututimizia ndoto ambao tuko nazo siku zote, na ndicho ambacho kinatokea sasa hivi mbele ya macho ya, machi, ya machi kila mtu sasa hivi. Kwa Semaji, unataka kuwaaminisha kwamba uh, Tanzania iko mikono salama baada ya wale wengine wote kuondoka. Eh, kuna watu walianza kutupigapiga maneno kwamba nyie mnaua timu <laughs> E, azifa walitusaidia kusajili leo yaani, hii sisi mm. Tunapofanya maamuzi watu wanataka kujifanya wanatuonea huruma kama wao walitusaidia kusajili, mm. Sisi ndio tuliye sajili na sisi ndio tunayofanya uhamisho wa wachezaji wetu, na kila siku nalizungumza hili jambo, tunafanyaga tathmini ya kiufundi na kitaalamu kabla tujafanya maamuzi yoyote. Walioondoka wamefanya kazi kubwa sana ndani ya timu yetu na tunawashukuru tunawaombea wafanye vizuri tena huko walipo, lakini pengo hakuna. e, yaani usitegemee kwamba eti Singida kwa sababu kuna mchezaji kaondoka kutakuwa na pengo, hilo pengo halipo, sio pengo tu, hata mwanya <laughs> hakuna. Tunawaheshimu, wametufanyia kazi nzuri, tunawatakia kila laheri, lakini hakuna kilichopungua ndani ya timu yetu. Na hii ndio faida ya maamuzi ambayo mimi kila siku nasema, tunafanyaga maamuzi, si kutafuta trendi sio kutafuta kiki tunafanyaga maamuzi ya kiufundi ambao sisi wenyewe tunajua tunakawa tunalenga nini na hiki ndicho ambacho mnakiona na hapo wachezaji wapya hawajacheza hata pengo la chama hakuna pengo lolote Hakuna pengo. Utataja majina mengi ndugu yangu, lakini pengo hakuna. Ushindi <laughs> <laughs> <laughs> wa leo labda unaashiria nini kwa mechi? Ushindi wa leo unatupa, una nguvu na unawapa nguvu wapambanaji wetu kwamba kuona inawezekana tukashinda na mechi nyingine, na tumebakiza alama chache tu, tukipata hapa alama zetu tatu nne mnaweza mkashangaa ienaiena hao tunaenda zetu hatua ya robo fainali. Mtaniambia nini mimi tukienda robo fainali? Lakini tunaomba tunaomba sana watanzania waendelee kuisapoti timu yetu. Michuano ya kimataifa ni michuano ambayo tunaibeba bendera ya taifa, kwa hiyo ushindi huu sio wa Singida peke yake, ni ushindi wa watanzania wa, wa wote, na tuliambiwa na kaka yangu Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali kwamba hatua ya makundi goli la mama ni milioni kumi goli <laughs> <laughs> ya mama hatua mm. ya makundi ni shilingi milioni kumi mm. kwa hiyo tunapozungumza tayari, e, yeah. shilingi milioni kumi tutakutana nayo upande wa pili kule bara. Kaka angu Aso Msigo, tunakutana huko, ndugu yangu, kibegi chetu kile uje nacho, tutakualika mazoezini, uje utukabidhi, kabla hatujaondoka kwenda kuwakabili hawa hawa, tunarudiana nao tarehe moja kule kwao. Kwanza ni mechi mbili nyumbani, away tumecheza mechi moja. So, sawa. So, sawa tumecheza dhidi ya CR Belouizdad hapa tulicheza na Stellenbosch na leo tumecheza na AS Othoto, mbili, like, zilizo baki. <laughs> Ah, swali ah, so, lako ni nini ndugu mwandishi? Hmm. Sasa kuna timu sasa hivi <laughs> zinapiga hesabu kwa kalkuleta, hesabu zinagoma, zina hesabu kwa vidole hmm. e, tukishinda hii tukaja tuka. hesabu bado zinafanyaje? Zinagoma kwa sababu wameambulia sufuri. <laughs> <laughs> na mimi nawaambia hii, sisi tunataka washindane. Sisi hatuwezi kukupa wachezaji wazuri alafu kalitia aibu taifa. Ukikupa mchezaji mzuri, nenda kashindane e, kashindane, uiletee heshima Tanzania. Na leo ilikuwa nasubiri nasubiri

Hiyo sio, sio o kweli, kwanza ndugu yangu ofa tunaongea na benchi la ufundi atufanyie tathmini tuone kama kiyo, tuta mpunga na tutapata replacement. Why not? Why not? muda bado huko lakini ndugu, ndugu yangu hakuna ofa yote ambayo imeletwa ya kumuhitaji mchezaji mande, ila bado muda uko, dirisha bado liko wazi, na sisi sera yetu pia ni biashara. Lakini taarifa ya ya Lima, kujiunga na Dodoma sasa biasharasasa tuacheni leo kwanza, kwa, tufurahie ushindi <laughs> e, e, masuala ya nani yanakuja nani anaondoka sisi sio sisi, lakini sio wachoyo wa taarifa yeah. Singida Black Stars sio mabahili hivyo eh, yeah. yeah. E, niacheni kwanza kichwa changu kitulie, nikaandae nikaandae bandiko langu vizuri nikatoa taarifa kumbe ilikuwa natakiwa kuna neno niliweke hapo sijaliweka, na ile neno mnalijuaza. Kwa hiyo tusubiri, lakini wapo of course wapo nyota wetu ambao tumewaacha na wengine tumewatoa kwa mkopo, lakini wapo nyota wapya ambao wanaungana na kikosi chetu, na kila mchezaji anayejiunga na Singida ni mchezaji kweli, mchezaji kweli kweli. Yaani ukiona mchezaji yani anakuja ya Singida, yaani sasa hivi ni kama ili ucheze Singida lazima graduate. Utacheza cheza kote huko utagraduate utakuja kucheza Singida mm. Black Stars. mm. Sawa sawa. Kwa kila mchezaji mzuri anayecheza timu nyingine yoyote, ukiona amekuja Singida unajua amegraduate. Sasa hivi tuna wachezaji wanafika watatu, wamegraduate kutoka kwa chukuchuku, wamekuja Singida Black Stars. Kwa timu nyingine hata Dodoma, yupo mchezaji amecheza Dodoma, amegraduate sasa hivi anakuja kucheza Singida mm. Black Stars. Mm. Huyo, watatu, mm. Wanajua, mm. Wapoaasa kipindi cha usajili kuna ukweli. Maneno ya wachambuzi, mimi hakuna kipindi ambacho nakipenda kama kipindi cha usajili, ndo kipindi ambacho tunauza wachezaji kwa sababu timu nyingi zinakuwa mm. ah, kuweka mipango sawa, wanakuja kuangalia Singida Big Stars, ndo kipindi ambacho na mm. sisi tunajiimarisha kiufundi, maona nyota wengi ambao wanakuja kipindi cha dirisha dogo huwa wanatumalizia vizuri msimu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri kwetu, lakini najua wanaosema hivyo wana maana gani. Wanaona kama singida tuna presha hivi au mimi nina presha ikifika kipindi cha dirisha la usajili, hasa hasa dirisha dogo kama hivi, kwa sababu wachezaji watachomoka? Yaani kama leo hii naasa nikamsifia hapa la mimi njaji alafu dirisha kubwa hayupo <laughs> sisi, hatuumii kutoa wachezaji kwa sababu tunajua pa kuwapata na tunajua kutafuta wachezaji wazuri, hiyo ndo eneo letu ambalo tunalimudu zaidi. Yaani leo hii usifikiri Singida ikifanya biashara au ikimtoa mchezaji kwamba eti mimi naumia. Brother, mimi nipo kwenye kamati ya utendaji msitaki nitoe siri za ndani leo. Na furaha nafahamu kila kinachoendelea, na hakuna kinachotokea kwa bahati mbaya. Tunafanya calculation zetu vizuri na mambo yanatuendea vizuri. Bana, ndugu zangu, tukutana Dar es Salaam, wale wa Dar es Salaam, wale wa Zanzibar, chei chei, tunarudi hapa tarehe nane tunautwanga hapa na Nasira Belusdani inshallah. Bwana atakaye mgeni, bwana chukua, atasaidia <laughs> <laughs>